Mawengi wangu kwa sababu ni tukio ambalo nimetoka kulifanya sasa hivi. Mungu, ngoja kwanza nikaoge, nipate nguvu. Kioga inapata akili. Nonje usiku, nilirudi hapa kujipumzisha ah, nakumbuka kama niliona mtu yule. ah, lakini inawezekana vipi ule mtu afanane na Nonje eh? Kweli? ah, ah, ah. Yaani, ah. Mbona kama kuna kitu sikielewe lilo tukio hivi yale atakuwa ni mawengi yangu? Yaani kwamba nimetoka kumfikia Nonji alafu niji hapa ni eh, mkute amekaa hapa. Inawezekana vipi kwamba nimemfikia mtu alafu atoke pale? Hizi stori za kwamba mtu anaweza akawa jini sijui nini, ah, ni stori tu za kwenye vitabu. Haiwezekani, haiwezekani. Haya ni mawengi yangu, kumesha kucha. Ngoja kwanza nitoke kunje. Nilaza wana afadhali tumekutana, maana ile jambo ambalo nimekuambia nitakwambia lile mm. Eh, nimeona pakuwa tumekutana hapa bwana. Mimi bwana, hivi unajua kama ndugu yako mimi, naimba naimba ya yeah, mimi naimba, mimi msanii naimba naimba kweli mm. eh, msanii naimba kweli mm. ya, na, na ngoma kibao, yani na ngoma zaidi ya 20, za kwangu mimi mwenyewe na natunga mwenyewe. Kwa nini na kwa nahitaji mimi uwe meneja wangu? Sikia nikwambie msanii gani ndugu. Mi najua sana kwamba una uhitaji na mimi, lakini kwa sasa hivi mi siko sawa, si umeelewa? Kitu changu kina mambo mengi sana, mdogo wangu, si umeelewa? Kitu chochote ambacho utaniambia kwa sasa utanivuruga akili yangu, mi siko sawa, mdogo wangu, umeelewa? Niko elewa kuhusu jambo lako wewe, nitakutafuta anytime, nitakutafuta, umeelewa? Yeah, tutakaa chini, tutakaa, tutapanga, tutaongea kila kitu, lakini kwa sasa hivi niache, siko sawa, chochote ambacho utaniambia utanivuruga Kaka haya, poa. Watu wengine bwana, yani saa moja mtu namwambia vipengele vyako bwana, mi nataka naimba kweli, nataka niingie mjini. Anachukulia dharau kweli, kuna mablo na kuna matatizo asa we, mtu unakunda, nampangilia vitu kabisa. Mi msenegali, penye ngoma ziko kibafu natoboa fresh tu eh, na nikitoboa sa kishobo <laughs> Kwanza naanda ngoma, namkanyagia, namkanyagia anamkanyagia kweli, mablaz wenyeji hao. Lakini pale angemwambia demu bwana, nambalamia angegaramia msenegali. Halafu hataki hatake, sindo mpengele gadi, sema bado poa, ila kutoboa, natoboa na mjini naingia tena anapata nini tena hapa? Jamani, dada yake hayupo. Karibu shem, mambo? Oh, maraba vipi? Mzima mzima, vipi? Lakini mbona umechoka? Karibu ukae, haya. <laughs> vipi kwema? Kwa nini unajua shem, tengea jana, nimekuja hapa jana usiku, dada yakoaa nyumbani mpaka leo, yaani nimemtafuta kila kona na sijamuona. Nani yaani, umechanganyikiwa na simu yake haipatikani, yaani nimehangaika. Wewe acha, unajua, hata mimi tangu jana nilikuwa namtafuta sana dada yako, tumemtafuta sana alafu simbaki, sijui kama amesafiri. Shem, siri asafiri bila kuniaga yeye ni ziganaji abda. Hata kunitumia SMS. Yeye ah, ni ziganaji na anajua kabisa mimi natoka chuo, lazima niambie. Au au au au au, au sije kawa dada yako ameanza michezo ya kiuni. Eh? Kwamba asije kawa na mwanaume mwingine, alafu na wewe unajua unashindwa kuniambia. Mwanaume anie kupenda ni wewe. Ndio maana nazitangulisha pangu wewe. Sina mwanaume mwingine ambaye inamjua tofauti na wewe. Mimi nachanganyikiwa sana. Yaani siju hata nifanyaje yani. Lakini sawa, nitaendelea kumtafuta dada yako. Sawa, nitaendelea kumtafuta dada yako na chochote kile ambacho kitatokea, basi nitawasiliana. Sawa shime, nimepata wazo. Kwa siku moja nikitoka chuo, dada alinipeleka kwa kwa kwa rafiki rafiki yake yake. Inawezekana labda yuko huko, labda nikamwangalia, kwa maana na stress zake ndio ambazo, sehemu ambao anaenda kule na rafiki yake, ndio Ah. Kumbe ana mtu wake wa karibu sana ambaye muda mwingi sana sometimes anakuwaga anaenda kwake. Mm. Mm, ni shughuli yake fanye. Ni, ni wapi? Ni mitatu hapo wakati hapo. Sio mbali sana na hapa. Huko eh? Mm, sio mbali. Ah, okay. Ah, basi sawa kama wewe unakujua. Hmm. Nenda tu kaonane nao kamwangalie alafu baadaye utakuja kunipa feedback basi. Haya, yeah. Ah, kwaheri ah. Kwani unaye anafuata nini jamani hapa eh? Dadaki hayupo lakini, mimi nawakiwa, wakati nafanya ile tukio, kuna mtu yoyote ambaye aliniona na itabaki kuwa siri yangu mimi tu, hakuna mtu yoyote ambaye atajua eh. Ee Mungu, naomba unisaidie. Ngoja kwanza i Morris. Morris. Morris. Morris. Morris. Morris. Ulinizika kama mbwa. Bila, bila mdogo wangu kujua. Bila, bila marafiki zangu kujua. Kujua. Na bila hata ndugu zangu kujua. Morris. Morris. Morris. Monje, hapana. A a, haiwezekani kuwa hai. Nili nili Nini nini? Ndoto gani za asubuhi asubuhi? Kwa nini mimi nimekuwaje siku hizi? hii si sauti ya Nonjei. inawezekana Vipi? Hapana bana, hapana Nonje. Haya, mawengi yangu tu asubuhi asubuhi. Ngoja kwanza nikanawe uso kile nini nilichokiona kile au bado ni mawengi yangu tu? Nani t nachanganyikiwa. Lala. Ah, shem nakuja. Karibu karibu sankaribu, karibu ah, karibu, karibu, san. Karibu san. Ah, lolo. Mm. sana sanaolo, unajua jana nimekusubiria sana hapa nikitarajia kwamba utarudi unipe mrejesho kwa sababu uliniambia kwamba unaenda kwa rafiki yako dadako.

Huko alipoenda simu yake imezima chaji, na labda umeme, maybe hamna huko alipoenda. Kwa hiyo sio na wasiwasi, sio na wasiwasi, na mimi na mimi, dada yako atapatikana. Wao sasa zimechaji ndio shindo kurudi nyumbani. Unajua, kuna sometimes na kaaga naanza tu, labda dadamu kuna jambo baya limemkuta. Usiwaze kwamba dadako amepatwa na kitu kibaya. Kwa sababu okay, ukiwa unamwazia dada dadako huenda uko alipo akapatwa na kitu kibaya kweli. Usifanye hivyo, ni siku mbili tu. Kwa nini tusiendelee kusubiri eh? Shemeji mimi, si dada yangu, najua, nimechoka. Ni peke yangu mpaka nashinda, niki siku nikilala naota mambo mabaya mabaya. Tutasilewe relax, lolo, relax Hivi unaona je tukawe tusende kulipoti polisi yani. Yaani, eh? Tuka kwa tukaambia kwamba kuna mtu amepotea. Yeye asikia kata paste kumpata kwa haraka. No. Sikia nikwambie kitu moja. Huko unapowaza wewe unajua ni mbali sana. Kwa sababu yani, bora bora bora bora ingekuwa kwamba at least wiki ndio hajaonekana. Basi tungeenda kulipoti polisi. Sasa hivi tukienda polisi, hata polisi wenyewe watatuuliza kwamba siku ngapi haonekani? Siku mbili. Polisi atasema kwamba eh, tuendelee kumtafuta at least wiki. Na nikombe kitu kimoja, kuanzia leo kwanza naomba ile swala unitimie, umeelewa eh? Wewe kumbuka kwamba ni mwanafunzi unasoma lol, unatakiwa utumie muda wako kufocus na masomo. Ukiendelea ku eh, kuja kulifuatilia ile swala sana wakati mimi nipo, utajitia depression, mdogo wangu. Si umenielewa? Kwa hiyo mimi nakuomba uniachie hili swala na, na nitalifuatilia na kila siku nitakuja nyumbani kuupa mrejesho juu ya hizo, umenelewa shemegi? Sawa, kuanzia sasa hivi ninachokiomba mimi, naomba eh, ufocus na masomo wewe, nena nyumbani kapumzike, na nitakutafuta na... hiyo eh? anaomba kwa Mungu adamusimpat chochote kibaya Ini... Najua sana najua sana, Lolo, usijali na uhakika kabisa kwamba uko alipokuepo dadako yuko salama, kuna shida yoyote ambayo itakuwa imemtokea. Sawa, usijali shem. Umeelewa? uwe na amani sawa, hapa Sawa. Aya, bye ulolonaye, naye asubuhi asubuhi tu anakuja kwa, lakini nonje, inawezekana vipi lakini? Au nilikosea ha? Lakini hapana bwana, hapana. Hapa inabidi niende kule nikakague kule, nisipitishe mm-mm. Aja, haiwezekani hiyo haiwezekani. Morris, siri yako itakuua. Sitakuacha salama kwenye hili.